Ni jinsi gani unaweza kutambua simu yako kama ni mpya used au ni refurbished. A, hizi ni njia ambazo itabidi uzifuate ili kutambua simu yako kama ni mpya au used au ni refurbished. Process ya kwanza, fungua simu yako, ingia kwenye setting. Ukishafungua application ya setting nenda general. A, ingia moja kwa moja about phone. Hapo utaona model number ya simu yako, hii ndio sehemu ya msingi zaidi. Model number yako utaangalia imeanzia na herufi gani. Kama herufi yako imeanzia na M, hii inamaanisha simu yako ilinunuliwa ikiwa mpya kabisa. Next, kama simu yako inaanzia na herufi N, hii inamaanisha kwamba simu yako ilifanyiwa replacement. Kuna maboresho ya spare parts ambayo yalifanyika katika simu yako. Kama simu yako itaanzia na herufi F, hii inamaanisha kwamba simu yako ni refurbished. Refurbished ni simu ambayo ilishatumika ikarudishwa kwa ndani ikafanyia marekebisho na maboresho then ikarudishwa tena kwenye market na kuja kuuzwa tena kama mpya. So nadhani nao upo educated na umepata elimu unaweza kuchanganua na kutambua kwamba simu uliyouziwa ni mpya, used au ni refurbished. Na ili kuendelea kupata tech tips kama hizi hakikisha umetfollow katika page yetu. Karibu sana.